Karibu sana kwenye Asensio Vitambaa TV, mahali unapopata elimu, msukumo na maarifa kuhusu ulimwengu wa vitambaa na mitindo. Leo tunazungumzia biashara ya vitambaa. Ni biashara inayolipa, lakini pia ina mambo muhimu ambayo unatakiwa kuyajua kabla ya kuanza, ili uendelee kukua. Nitaelezea kwa urahisi kila kitu, kuanzia namna ya kuanza, changamoto zake, faida zake na uhuru na ushauri muhimu kwa wanaotaka kuingia au kuanza biashara hii. Twende pamoja hadi mwisho. Biashara ya vitambaa ni nini? Biashara ya vitambaa ni kuuza aina mbalimbali za vitambaa kwa mafundi, wabunifu wa mavazi au wateja wa kawaida. Vitambaa vipo vya aina tofauti: lesi, plain, satin, babi, chiffon na vitenge na kadhalika. Baadhi ya watu huuza kwa jumla kwa mafundi au maduka mengine, wengine huuza kwa rejareja kwa wateja wa kawaida moja kwa moja. Mafanikio yako yanategemea aina ya soko unalolenga kwa ubunifu wako katika kuuza. Kama unalenga sherehe, utaweka lesi za kisasa. Kama unauza kila siku, utazingatia pleni na vitambaa vinavyopendwa kwa teja wa kawaida. Jinsi ya kuanza biashara ya vitambaa: kwanza kabisa unahitaji mtaji. Unaweza kuanza hata na laki tatu hadi milioni moja, kutegemea na wigo wa biashara yako. Ukianza kidogo unaweza kuuza kwa mtandaoni, unapiga picha nzuri za vitambaa, unatangaza kwenye WhatsApp, Instagram, TikTok au Facebook na unafanya reels. Ukianza na duka, ni muhimu kuchagua eneo lenye wateja kama mafundi au soko la nguo. Pia unahitaji kujua wapi unapopata mzigo. Unaweza kununua kutoka kwa wasambazaji wa ndani, au kama una uwezo zaidi kuagiza kutoka nje, kama China na Dubai. Njia ya kufanikiwa ni kuhakikisha vitambaa vyako vina mvuto na ubora wa bei inayoendana na kwa wateja wako. Faida za biashara ya vitambaa: biashara hii inalipa sana kama ukiweka juhudi. Wateja wako kila siku wanaohitaji kwa sherehe, mavazi ya kila siku na mafundi wanaohitaji bidhaa nzuri kwa bei nzuri. Bidhaa zako haziharibiki haraka kama chakula, hivyo unaweza kupanga vizuri bila presha kubwa ya muda. Unaweza kukuza biashara yako haraka katika kuuza rejareja mtandaoni hadi kufungua duka lako mwenyewe kubwa zaidi. Vitambaa vina nafasi ya ubunifu, unaweza kuamua kuchanganya lesi na pleni au kutoa ushauri wa mitindo kwa wateja wako na hivyo hujenga uaminifu wa muda mrefu. Ushauri kwa anayetaka kuanza: usisubiri mtaji mkubwa, anza na ulichonacho. Hata mzigo wa laki tatu unaweza kuonyesha njia ya mafanikio. Tangaza kila siku, toa elimu ndogo, picha nzuri, video fupi. Usiogope kukaa, usiogope kukosea mwanzoni, kwani kila biashara hujifunza kwa kufanya. Kuwa na bidii uaminifu na uhusiano mzuri na wateja wako, biashara itakutangaza yenyewe baada ya muda. Natumaini maelekezo haya yamekusaidia kuelewa vizuri kuhusu biashara ya vitambaa. Usisahau kufuatilia chaneli hii ya Asensio Vitambaa TV kwa video zaidi kuhusu vitambaa, mitindo na changamoto za mafanikio ya biashara, na kama unahitaji vitambaa vya bei ya jumla na rejareja, lesi, pleni, satini au nyingine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 Karibu sana kwenye Asensio Vitambaa TV. Mimi ni Asensio, muuzaji wa vitambaa vya rejareja na jumla hapa Dar es Salaam, kupitia duka langu lililopo Tandika, jengo la vitambaa Klasiki, duka namba tatu b. Leo nimekuandalia mada maalum kwa wale wanaotamani kuanza biashara ya vitambaa, lakini mtaji wao ni mdogo. Labda una laki mbili au laki tatu Usijali, usiogope. Katika video hii nitakuelezea hatua kwa hatua jinsi ya kupanga biashara yako, kuchagua vitambaa vya kuanza kuuza, hata ukiwa nyumbani. Hatua ya kwanza: elewa soko. Kabla hujanunua hata jora cha kwanza, jiulize, je, unataka kuuza kwa nani? Mafundi wa kushona, wa mama majumbani, wasichana wa mitindo mitandaoni, wateja wa, wa mikoani unakoishi au kule unapotaka kuuza, watu wanavaa vitambaa gani zaidi? Wanapenda lesi au maua, au wanapenda plain material kwa nguo za kazi au ibada? Kiasi gani watu wako wako tayari kulipa kwa kitambaa kimoja? Ukielewa haya, utaweza kuchagua vizuri unachonunua na kuuza bila kupata hasara. Hatua ya pili, chagua vitambaa vya kuanza navyo. Kumbuka huwezi kuanza na kila aina ya kitambaa. Chagua kwa busara. Pleni material, rangi moja rahisi kuuzika. Anza na rangi kama nyeusi, pipi kifua, chokoleti, kijani, lavenda au peach. Ni vitambaa ambavyo mafundi hupendelea sana. Lesi za kawaida, chagua lesi moja au mbili zenye rangi zinazoendana na pleni ulizo nazo, mfano lesi ya sky blue plus plain ya pipi kifua au lese krimu plus plain ya off white. Satini au chiffon: ikiwa wateja wako ni washerehe, unaweza kuongeza kipande kimoja cha satini au chiffon kwa kujaribu soko. Nunua kidogo, lakini ubora uwepo. Usijaze duka, jaza maarifa. Hatua ya tatu: uza kwa njia rahisi na ya haraka. Picha nzuri: piga picha nzuri za vitambaa ukiwa navyo nyumbani au sokoni. Status na mitandao: tumia WhatsApp status, Facebook, Instagram, hata ukiwa na wafuasi wachache. Toa ofa, mfano mteja wa kwanza anapata punguzo au nunua vitambaa viwili, pata satini bure. Waambie mafundi uliwazoea, mafundi ni wateja muhimu. Ukipata fundi mmoja tu, kwa kweli, anaweza kukuagiza kila wiki. Funga vizuri, toa namba yako, fanya biashara yako ionekane nadhifu hata ukiwa na vipande vitano tu. Hatua ya yani, nne: endelea kujifunza. Wafanyabiashara ushindwa kwa sababu hawataki kujifunza. Usiuze tu, elewa unachouza. Jua lesi ya daraja la kwanza na ya kawaida, elewa rangi zinazochangamka, jua matumizi ya kila aina ya kitambaa. Tazama video kama hizi kutoka Asensio Vitambaa TV kila wiki tunaleta elimu mpya kwa biashara yako. Wito wa biashara: paketi ya kuanzia. Kama uko tayari kuanza biashara yako ya vitambaa kwa mtaji mdogo, Asensio vitambaa tuma starter kombo: pleni tatu za rangi, mchanganyiko, maua ya kawaida, ushauri wa kuchagua vitambaa vinavyouzwa kwa haraka picha za kutumia kutangaza, ushauri wa bei na wateja mikoani. Tuma ujumbe sasa kwa neno start kwenda namba 0658448480 ili upate bei za kuanza na ushauri. Kumbuka, biashara ya vitambaa haihitaji kuwa na milioni Anza na laki tatu. Jifunze sokoni, zungumza na wateja, na rudia kununua kile kilichouzwa zaidi. Asensio Vitambaa tuko hapa kukusaidia kwa vitambaa vya jumla na rejareja reja, na elimu ya biashara. Tembelea duka letu lililopo Tandika, jengo la Vitambaa Classic, duka namba 3B, au Kariakoo, mtawandanda na Mhonda. Pigia simu au WhatsApp namba 658448480. Fuatilia Asensio Vitambaa TV kwa video zaidi kama hii.